Uharigani Bonifasi Anyisire Mwabukusi anatufikilisha na kututafakalisha akiuliza swali kwa kusema kwamba je, tuna mlinzi kipofu katika lindo la usalama wetu? Anasema nina wasiwasi mkubwa kuhusu mwenendo unaozidi kuongezeka wa matukio ya watu kupotezwa kwa lazima, hasa wale wanaothubutu kuzungumza kuhusu masuala ya demokrasia, haki za binadamu na utawala bora. Anasema hali hii imekuwa ya kutisha na inaendelea kuenea kwa kasi, jambo linaloashiria kuwepo kwa mpango wa makusudi na wa kuratibiwa wa kunyamazisha sauti za ukosoaji ili zisalie tu sauti za sifa na unyenyekevu. Wakili Mwabukusi anasema, tunachoshuhudia sasa ni mmomonyoko wa mfumo wa msingi wa uhuru wa kimsingi unaounda jamii ya kidemokrasia. Badala ya kukuza mazungumzo na uwajibikaji kama njia ya kuke kuleta utulivu na ustahimilivu katika taifa, inaonekana kuna utamaduni unaokuwa na kuenea wa kutiana hofu na ukandamizaji wa kimkakati. Wakili Mwabukusi anaendelea kwa kusema vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, hasa jeshi la polisi, vinaonekana ama kushiriki moja kwa moja kwa kutowajibika katika matukio haya au kushindwa kabisa kutekeleza wajibu wao na kuyashughulikia na kuyakomesha ipasavyo. Anasema ni lazima kipatikane chombo huru kinachoaminika na wote na chenye uwakilishi wa watu madhubuti na waadilifu, ili kupata majari majawabu ya kadhia hii. Hapa tulipo sipo, na wanaotaka kutupeleka wanakotaka kutupeleka pia siko. Wakili Mwabukusi anasema ukimya na kutochukua hatua za dhati na hata kukamilisha jitihada kwa namna inayotia matumaini kumezidi kuwapa ujasiri watekelezaji wa vitendo hivi vya utekaji na upotezaji watu na kuondoa imani ya wananchi kwa taasisi za dola. Anasema kama hali hii haitachukuliwa hatua za haraka itaharibu misingi ya haki, demokrasia, uwajibikaji, uwazi na utawala wa sheria katika taifa letu. Anasema BK Mwabukusi huku akiambatanisha na picha ya Humphrey Polepole. Pole. Lakini wasomaji wake akiwemo Clement Magembe anasema, ina maana mlinzi ya ongozi watu au ni mnyama mkali ya anayewalinda wanadamu? Tutafika tu tuendako, hata kwa lazima. Alan Matias anasema, maandiko ni mengi mno mkuu, lakini bado haileti suluhisho lolote zaidi ya wananchi kuishia kusoma tu na kubaki wanaumia nafsi zao. Kimsingi kwa sasa hili la haya matukio linapaswa kuchukuliwa hatua zaidi sasa hususan kwenye mahakama za kimataifa. Mimi sio mzoefu sana na mambo ya sheria, lakini swali langu kwako kwa Mwabukusi ni je, hakuna namna nyingine ya kuchukua hatua kwa nyinyi chama cha wanasheria ama jamii nyingine ili kufungua kesi mahakama ya kimataifa? Boniface Nyesiri Mwabukusi anamjibu Alan Matias Nzegele kwa kusema, watu wanakufa kila siku, lakini hatujazoea msiba. Kila msiba ni mpya. Ninasikitika sana unayekwazwa, na si tunaopiga kelele bila kukwazwa na uendelevu wa matendo haya haramu ya utekaji na upotezwaji watu. Kuonesha ukomavu, wewe ungeanzia zaidi hapo tulipoishia. Hili si suala la sheria, ni suala la uhai wa mtu. Acheni kutafuta vichaka vya kuficha udhaifu wenu. Stefano Hotai anasema hot, hii siyo Tanzania ya Mwalimu Nyerere. Edward Wilson asema kauli hii BK Mwabukusi ni mwiko wa kizalendo unaogusa moyo wa kila Mtanzania anayeamini katika thamani ya uhai, haki na usalama wa maisha. Ni sauti ya tahadhari kwamba taifa letu linaelekea kwenye njia hatari, njia ya uoga, kimya na giza la ukosefu wa uwajibikaji. Tumezoea kuamini kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ni ngao ya wananchi lakini kama ambavyo Mwabukusi anavyouliza, kwa uchungu: je, tunalindwa kweli au tumebaki kujiuliza nani anatulinda dhidi ya, waz... ya walinzi wenyewe? Ni swali lenye uzito na linahitaji majibu ya dhati, si porojo za kisiasa. Anasema hali ya watu kupotezwa kwa lazima ni uvunjaji wa katiba na mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu ambayo Tanzania imeridhia. Ni uhalifu dhidi ya utu, na unapoendelea kwa ukimya unageuka kuwa saratani inayotafuna misingi ya demokrasia. Mwabukusi ameweka wazi hoja ya msingi: tunahitaji chombo huru kisicho na maslahi ya kisiasa, chenye uwakilishi wa watu waadilifu na wanaoaminika ili kuchunguza matukio haya kwa kina. Bila uwazi hakuna amani ya kweli. Ukombozi wa taifa hauji kwa silaha, bali kwa uadilifu wa taasisi zake. Ni wakati sasa wa kuacha visingizio na kufufua moyo wa taifa unaosema hakuna aliye juu ya sheria na hakuna aliyeruhusiwa kuipindisha kwa faida binafsi. Tanzania inahitaji walinzi wenye macho makali, si walinzi vipofu. Tunahitaji dola inayosimamia usalama wa wananchi, si dola inayowasitisha inayowatisha. Tunahitaji kurejesha imani kwa wananchi kwa vitendo, si kwa maneno. Richard Simpasa anasema, giza bado nene jamani, lakini kutapambazuka tu. Hivi inakuwaje wanasiasa na wafanyabiashara ndo wanaokuwa na nguvu kubwa sana kuliko hata jeshi? Hivi hii imekaaje ndugu zangu? Kwa Tanzania hii ni maajabu sana. leteme lekemboipoi mbo, anasema ikiwa kuna wanaofurahi pale watu wanapo tekwa na kupotezwa ikiwa wapo watu wanaofurahi wanaposikia vifo kwa sababu yeyote ile au kiongozi au raia na kadhalika. Je, bado tuna taifa Tanzania? JK Nyerere iko wapi? anasema Tanzania tatizo hata nyie viongozi ambao mnaweza leta imani kwa Tanzania kuwapa nguvu ya kufanya kitu, bado mnaishia kuongea tu. Hivi hizi peji za mitandaoni ndio zitaleta ukombozi Shida ni maneno mengi, utekelezaji hamna. Polepole katekwa na kila mtu anajua katekwa na nani? Hivi nyie viongozi wakubwa mnashindwa kujiongeza, kujorganize kweli, kuwa serious na hili suala la kulifanya kwa, kwa vitendo? Au ndio mnasubiri mna, mna, mna wakisha wakishamua ndio muwezi wa kwanza kuposti sijui oh, uone mara oh, ukatili, ah, nanye tu waelewi bora kama hamna action, mkae kimya, maana mnatumumiza tulio nyuma yenu. Wananchi wanasubiri wanzishi, wanzirishi kidogo tu wanalia amsha yani, maoni yake huyo ndugu yu yetu na Monica Shirima anasema hiyo misingi ya haki demokrasia wajibikaji uwazi na utawala wa sheria birisha haribiwa na chama tawala. Kwa matukio yanayoendelea inabidi sasa wananchi tuchukue hatua ya makusudi kudai ndugu yetu waliopotea waliopotea. Kama kiongozi kama viongozi hawajui, basi na sisi tusikae kimya. Inaumiza sana familia hizi, wanabaki wakiwa David Barton. David anasema imeshaharibu misingi yote hiyo. Kama kitu kimefanyika kwa zaidi ya miaka sita, tayari ni desturi hiyo, hata miongoni mwa wanaomwaga damu wao, sasa wa binadamu ni kuku tu. Inawezekana walianza kwa hofu na sasa wamezoea. Hapo tuzungumzie hatua za kuchukua sisi ndugu za watu wetu, maana hawa watekaji usikute hawana hata mifumo ya uzazi hawana ndugu, na ndio maana hatufanani nao maumivu utawala. Jimi anasema ishu yenu ya maandamano iliishaje, Mwabukusi? matukio yale ya kupigwa Deogratias Mahinyila mahakamani, mbona imetoweka sasa hivi? Kuna scenario ya polepole. Samuel Msuya anasema kwa kifupi ni kwamba nchi haina katiba na utawala wa kisheria kwa ujumla, ina wenyewe na hakuna anayeweza kufunga paka kengele. Tuwe tu swala wa kukwepa simba au kushindwa na kuliwa. Sangana Jofre anasema mimi nadhani hatuna mlinzi wa kweli, huyu ambaye tunaaminishwa ni mlinzi wetu na mali zetu, sasa kawa adui yetu, anashirikiana na wahalifu kutuzulu huku tunamlipa kodi. Laurent Mabale anasema Bonifasi, wewe nawe umeanza kuwa na lugha za unyenyekevu. Wasiwasi msingi gani ya utawala wa kisheria na haki iliyosalia sasa? Ilo si useme wazi tu kuwa hali ni mbaya, tunataka tiba. Michael Magwaza anasema mimi naona mlinzi sio kipofu, ingawa najua umemaanisha nini. Mimi naona sisi tunaonekana ni nyumbu katikati ya simba na chui. Dominiki Magadula anasema, yupo Mungu, atafanya kazi yake, sio muda mrefu kabla ya uchaguzi kufika. Shikeni hili, tuendelee kuomba, makanisa yote, wachungaji wote, nchi nzima, wenye kumwamini Mungu asiyeonekana. Justin Lobulu anasema, kwa matendo haya, wewe unayefikiri kufanya kampeni na kuendelea kucha, ucha, kuendea uchaguzi ndani ya utekaji na kupotezwa kwa Watanzania wenzako unawaza nini? Uchu wa madaraka, mali, fedha, majumba fahari magari na miliki ya dunia hii ndio unayoitaka? Haki, yote hayo yatakupa amani? Turudi mezani tuliunganishe taifa. Juma Mnumbwa anasema, Wabukusi tuwe wa kweli, mama amefanya baya lipi? Maana kama miradi ya kimkakati ya hayati yote kafanya, leli madaraja, mashule, mabarabara, bwawa la Mwalimu, hii nongwa inatoka wapi? Michelle Mbosa. Anasema tufanye nini juu ya mambo kama haya? Je, tuko wapi kama taifa? Je, washika dola na mchi hii wanatupeleka kwenye mwanga au gizani? Je, mwasisi wa taifa hili lengo lake lilikuwa lipi juu ya taifa hili Aswile, mwambage asema mheshimiwa, sasa tunafanyaje? Maana ndugu yetu mpaka sasa hatujui yalipo, hebu semeni basi, kama ni kumtafuta tukamtafute. Albino Mweusi anasema sasa wewe Mwabukusi. Utafanya nini zaidi ya kuandika, andi, andi, kuandika andika tu? Na je, polepole alipoanza kujitoa muhanga plan B yake ya uyenu ilikuwa ni ipi? Maana nina uhakika alijua mlijua hili litatokea, la sivyo, na wewe utakuwa ni wanafiki wale wale tu kena ni chapu isati asaboni fasi anyesile Mwabukusi. Mheshimiwa Mwabukusi, naomba chama cha Tanganyika Law Society mjaribu kuishauri serikali waahirishe kwa muda huu uchaguzi. Mazingira ya sasa sio rafiki kwa mtazamo wangu, na hisi kama taifa limegawanyika sana. Naomba kutoa hoja. mn masaoe masa asema na tunakuelekea ni kubaya mno mno pasi maamuzi magumu kama taifa. Salum Sande anasema nini dhima ya TLS hapa nchini? Je, kwenye haya haihusiki chochote kwa vyovyote iwavyo kisheria. Maxime Masinga anasema advocate, siju tunaenda wapi kama taifa, maana hii tabia ishakuwa kama ndo utamaduni yani. Pt Kamau anasema ukipita maeneo ya makaburini ndo utajua hapa duniani tunapita. usivyotaka wewe kutendewa, simtendea mwingine. hakuna makao ya milele duniani. Honorable, Evergreen, Magingira anasema maandiko kila siku na ushauri mwingi ambao hauna impact chanya ni kutuchosha. Nyie wenye nafasi ya kututetea mnatakiwa kusimama. Tanzania ni voice, anasema Mungu pekee hawezi kutuamini kama hatujajisaidia wenyewe. Na huyu Emmanuel Ayat, anasema sio mlinzi kipofu, ila huyo tunayedhani ni mlinzi ndiye jini anayenyonya damu zetu. Peter Salwat anasema tumeshapoteza mwelekeo. Lotolita anasema Tanzania ni nchi tofauti sasa, ana anafuraha Esther Msiala anasema, sijui tunaelekea wapi na nchi. Sijalala siku mbili hizi, nimeumia sana. Gerson nei so, si, anasema Gerson ni Msigwa, tunawaomba mturejeshee Afra polepole wetu akiwa hai. Babel anasema Captain Tesha atamkomboa mwana Makonde. Vumi Will anasema sio tu kipofu na nikiziwi pia. Hassan Hassan anasema karibuni tutafika Elda anasema Blyton, ni maumivu sana. Okiri Ogilo anasema hapa kuwa mpole. Daudi Mjema anasema nyie ndoa kutusaidia Watanganyika. Yohana Kakal anasema wewe umekuwa hovyo maneno kibao no action. Alex Lucas anasema katiba mpya ndiyo kitu muhimu. Bonifasi Nyisire Mwabukusi. Elias Mwambeki anasema inauma sana Amos Sangali Asema: hivi serikali ya mtaa iko chini ya chama gani? Vyama kumi na nane vilishinda serikali za mitaa asilimia ngapi? Danny Ford, mwaja anasema pia una uma na kupuliza mkuu, wakati mwingine unawateteaga watawala. Nathan Steven anasema anajiuliza mbona watu wamekuwa wakilalama kila kona na bado matukio haya bado yanaendelea, hawa watu wanajivunia nini? Sheila Mdume asema hawa ma, haya Jimson anasema free pole pole, na huyu anaitwa Emmanuel Longo anasema, sasa kila siku wanalalamika kwani hawana la kufanya na wao. Abel Michael anasema kataa utekaji, sema inatosha. Maoni ni mengi hapa mtazamaji, lakini pia nao unaweza kutoa maoni kupitia kwenye comment selection yenye Nyikani TV Africa. Tafadhali karibu na andiko. Msingi wa maoni yote haya ni kutokana na andiko la Boniface Nyesiri Mwabukusi analohoji kwamba je, tuna mlinzi kipofu katika lindo la usalama wetu? Karibu na uwe na wakati mwema.